Furaha yetu ni kubwa e, furahi, yes, kwa sababu ilikuwa ni vita, baba mwenye nyumba na mpangaji. Ilikuwa ni vita, baba mwenye nyumba na mpangaji, lakini waswahili wanasema siku zote mtoto halali na hela, mtoto halali na hela kama kamaa kasia hivi. Leo walitaka kutuzoea akatuona kwamba sisi ni saizi yao. Hawakujua kocha tuliyo naye ni kocha mwenye viwango vya hali ya juu, ni kocha ambaye anaweza kufanya mabadiliko ya haraka zaidi. Kwayo tumpongeze mwalimu amefanya mabadiliko kwa kuangalia nafasi na, na yale mabadiliko yamekuja kuzaa kitu, na hii ni mara ya pili. Mchezo wa kwanza alifanya mabadiliko kwa kumwingiza Lasini, uh, Kouma na selesini, akuwe mabadiliko yale akazaa matunda. Sasa hivi anakwenda kufanya hivyo, tunakwenda kupata ushindi wa kutosha. Mtoto mdogo anataka kutudharirisha, bwana, yasitufungwa mpaka na, na KMC kibonde wa ligi atufunge? Mzee wa mida alikwambia wewe <laughs> boli huyu anaitwa Tembo. Waliompa jina la tembo hajakosea. Kwa hiyo tuwaambie wale ambao walikuwa na mkati ya tamaa, tuwaambie Dar es Salaam Africans ina kikosi kipana, inaweza ukamwona Prince Dube ametoka, ameingia boeli boeli, amekuja kutumia nafasi na amefunga. Yanga amekuwa ya moto, tuwaambie tu kwamba bwana Yanga popote ulipo, andaa pesa zako, twende Zanzibar. Zanzibar hakuna matata <laughs> bana barasasi sana.